Cha kwanza kabisa ambacho labda kiongozi huwa haelewi kitu gani anaenda kukifanya, cha kwanza kabisa ni lazima utembee kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unajua ilani ya Chama cha Mapinduzi imejifafanua vizuri sana na kiongozi ukisema mimi nitafanya hivi, ukienda tofauti na na na, na, na ahadi ambazo ziko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndio ile huwa inatuharibia kwamba Bwana wewe uliahidi kabisa kwamba utajenga pale. Uliahidi wewe kama diwani. Utafanya kile. Na kwa maana hiyo pengine ndio tuweke sawa hiyo kwamba watu watembee kwenye ilani. Watu watembee kwenye ilani, e, za vyama. Ndio. Sababu tukisema Chama cha Mapinduzi hapa inawezekana akawa mtu mwingine mm, na vitu kama hivyo. Watu watembee kwenye ilani kwa sababu mm, gani? Mm. Unavyosema mimi nitajenga sekondari. Ukienda kuchungulia kwenye ilani pale inazungumzia kitu kingine tofauti na sekondari. Miaka mitano sio mingi miaka mitano inafika. Ulitwambia utatujengea sekondari, mbona sekondari hakuna? Ulitwambia utatujengea zahanati, mbona zahanati hakuna? Kumbe ilani ya Chama Cha Mapinduzi elfu mbili ishirini ishiri na tano inasema nini? Umenelewa sasa? Ukitembea nje ya na utekelezaji wake wa serikali ni lazima wafuate ilani ya Chama Cha Mapinduzi inasema nini? Mheshimiwa Mtove, kwa maana hiyo unataka kutuambia kwamba hauamini katika kukwamishwa kwamba hakuna kukomeshana, ukiachana mbali kwamba sasa tutatembea kwenye ilani. Yaani mimi naamini kabisa kwa sababu vitu vyote kabla na kabla sijakwenda kugombea mm. lazima kwanza niainishe changamoto zilizopo, zilizopo kwenye ile kata ndio nakwenda kugombea. Lakini kabla sasa utaenda kutoka kuambia wale ambao watakupigia kula, ni lazima urudi sasa kuangalia ilani Chama cha Mapinduzi kata Nduli, nasema nini. Si tunaelewana hapo. Kukwamishwa. Yaani wewe imani ile kwamba bwana sasa mimi kweli nina nia njema. Mimi kama kiongozi nina nia njema kabisa ya kutumikia wananchi wa kata ya Nduli au kata nyingine. Ndio. Lakini mfumo kuna namna mfumo unaikwamisha. Hicho kitu wewe ukioni kabisa. Ah, nataka nikwambie. Eh. Ukiwa kiongozi lazima uwe na wigo. Vitu ambavyo unavizungumzia kwenye ahadi, kwenye mikutano, kwenye vikao vya wananchi, hmm, wale ambao unataraji kuwaongoza. Lazima ufuate utaratibu ule wa ilani. Ilani inasema nini? Ndio pale uviahidi. Lakini sasa, ukiwa kiongozi, inasema lazima uwe na wigo mpana. Kuna vitu ambavyo havijatajwa kwenye ilani hmm. si unaelewa vizuri hmm. havijatajwa kwenye ilani lakini ni hitaji la watu wako ambao utakwenda kuwaongoza kwa ni lazima uvitaje kwa ahadi ya serikali kwamba serikali na Chama cha Mapinduzi, ilani yetu itasema kata Nduli tutafanya moja, mbili, tatu, vile viweke wazi lakini kuna vitu ambavyo havijataja kwenye ilani ambavyo utahangaika nayo nje ya boksi, kwamba nitakuja kwa, kwa, kwa Chesco hapa, nimwambie naomba unisaidie tutengeneze kalavati pale vile. Lazima na venyewe vitakuwa ndani ya uwezo wako kama kiongozi, kwao unavyosema una rasilimali watu, manake wale lazima wautumie kwenye nafasi yako ya uongozi. Na nafasi ya uongozi, sio vitu vyote vile vitakuwa vimetajwa kwenye ilani, vitu vingine mimi ninavyozungumzia kata Nduli, Kigonzile, Igunga, Ndembwe kule juu, kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo, kuna karavati, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo takiwa tuvifanye, kuna ukarabati tu wa madarasa mawili matatu, vile vyote haviwezi kuandikwa kwenye ilani lakini sasa mimi, kama viongozi, kama kiongozi, ni lazima vile tuvifanye, kwa sababu vile sasa ni vitu vya kijamii ambavyo mimi kama kiongozi lazima watavileta. Na kwa oh, hiyo lazima kwamba vile vya ilani kama ilani nitaenda kuvinadi, na vile miaka mitano. Ilani tunazungumzia ni miaka mitano. Sasa ilani na voinadi, maana yake nachungulia kule kwamba hiki tunakifanya na hiki tunakifanya. Na niseme tu kwamba vitu ambavyo viko kwenye ilani serikali haiwezi kukwamisha hata siku moja mimi nazungumzia tu kwamba na watu walikuwa wanafikiri hivyo kama unavyofikiria mtangazaji, ni kwamba tulisema tutajenga sekondari pale Mgongo. Inavyofika elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa kumi na moja, ile ndoto watu wengi wasema, ah, ulisema ulisema, na ulikuwa ugomvi sana watu wa vyombo vya habari, kama walikuwa wanafali ugomvi mkubwa sana. Lakini mimi nilisimama nikasema, ndugu zangu, mimi sijawahi kufalishwa na serikali mimi serikali hii ambayo nipo ya Chama Cha Mapinduzi naiamini kuliko mnavyofikiria nyie. Kama mimi waliniambia lazima tutajenga sekondari kwa mahitaji ambayo umeyasema, alafu wasijenge, mimi nitasimama na ilani ile ile kwamba tulisema hivi 2025, na haikufanyika pale, sio mimi peke yangu ambayo nitakiwa nilaumiwa. Lakini mimi mpaka mwezi wa 11 nilisema nilisema hivi shule ya sekondari mgongo tutaijenga, kwa sababu naangalia ilani ilikuwa nasema nini? Okay. Lakini mwisho wa siku, mwezi wa kumi na moja tulianza kujenga na kufika mwezi wa kwanza, wa pili shule imeisha. Kila mtu akawa anashangaa eh, bwana kule, nikamba ah, ndio tulikuwa tunakamilisha. Sasa ile miaka mitano mlikuwa unasema, tulisema tutaleta umeme, tutaleta sekondari, tutaleta mabarabara, tutaleta maji, tutaleta zanati ndani ya miaka mitano kwa hiyo ndani ya miaka mitano tumeweza kufanikiwa vile vitu bila kumung'unya maneno. Saa hizi navyoongea, ndugu mtangazaji, uh, tumekwenda kujinadi ile mara ya kwanza, kwamba sasa tunataka tumechukua fomu na majina yetu yamerudi, sasa tunakwenda kujinadi kufikia, maswali mengi yalikuwepo kwamba ulisema kuna moja mbili tatu utafanya, nikaambia ndugu zangu, kabla sijavunja baraza Kabla sijavunja baraza, nilihakikisha yale ambayo tuliahidi elfu mbili na ishirini yanakamilika kabla mimi sijafanya nini, sijapigiwa kula tena, okay. Na na yale ambayo nataka niseme ilikuwa ni pamoja na ubovu wa mabarabara ya kata Nduli, ku, ku, kuingiza umeme kwenye mitaa mitatu, manake Msisina, Mtaragala pamoja na Kipululu na Igunga Ndembwe, lakini pia kuhakikisha sekondari na kuwepo sasa hivi ninavyozungumza Uh, kabla sijakwenda kupigiwa kula, maana yake mabarabara yote kata balabala, ya Nduli hakuna barabara, yale mabarabara ambayo yamesajiliwa na sema, hakuna barabara ambalo sasa hivi ni bovu, yote yametengenezwa.